Tafadhali karibia swali lake. Nauliza ndugu yetu, kwa wale ambao wanatusikiliza huko kwenye redio na hawajasikia swali anauliza kwamba tumeona haifai kuzikana kwenye majumba, katika maana ya kwamba msiajalie majumba yenu kwenye makaburi, ni tusizikane majumbani, kama jambo liko hivyo, isipokuwa mitume na manabii, kama jambo liko hivyo anaweza kauliza mtu sasa, vipi Abubakar na Umar na wao sio mitume wala sio manabii na wamezikwa kwenye chumba kile kile kilichozikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yawaje na wao sio mitume wala sio manabii? Kuna athar wanahitaji Allahu alam bisihatihi, kwamba alielekeza azikwe na masahiba zake wawili Abubakar na Umar. Kwa nini? Kwa sababu hawa wawili walikuwa ni mawaziri wake wakubwa ambao nusra ya Uislamu kuenea kwake kusambaa kwake baada ya tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hawa mabwana wawili walikuwa na mchango mkubwa kabisa Abu Bakar na Umar. mpaka nyinyi mnakumbuka vile vita vinavyoitwa vita vya Uhud, makafiri kina Abu Sufyan, wakati ule radhi Allahu anhu walipowapiga waislamu katika vile vita, wakawa wamehisi kwamba Muhammad ameshakufa, sababu ilisikika hiyo sauti kwenye mapambano kwamba Muhammad amekufa. Shetani tu aliamua kupiga ukelele, alidhoofisha jeshi la Waislamu. Ni yani mkiwa mnapigana alafu mkaambiwa jemadari wenu amekufa, ameuawa, mnavunjika nguvu wanajeshi. Kwayo ni tekniki ya kivita. Akaweza kweli mmoja katika masahaba akawa ameangusha silaha chini akisema In mata Muhammad falima uqatil, kama Muhammad kafa napigania nini sasa? Mwenye dunia yake kashakufa. Akaambiwa na mmoja wa masahaba, kama kweli kafa, chukua silaha pambana, pambana fia kwa lile alilofia. Kwa hiyo baadaye ukita kutulia Abu Sufyani akawa anauliza kwa mbali waislamu wa ambao walikuwa majeruhi, majeruhi ambao walikuwa wamejificha wanawavuta wenzi wao na kuandaa, mko naye Muhammad huko? Anataka kuhakiki ile sauti au yale yaliyosemwa au yale mazingira yaliyotokea kwenye vita vile, kwa sababu aliandaliwa mtu maalum, akafundwa akafunzwa kurusha mkuki kwa muda mrefu, lengo amuue Muhammad. Anaitwa Wahshi, kaandaliwa kweli. Akarusha mkuki ule, amemlenga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahaba Mus'ab bin Umair Radhiyallahu anhu akajirusha yeye mbele ya mtume kumhani, anauona mkuki ule umelengwa na rushwa ana, anajiweka yeye mbele kwa mtume Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mkuki. Yaani bora upige bunduki mara elfu sio mkuki, yaani sio zile silaha za jadi. Ndio mwelewe kwamba watu walipita kwenye mazingira magumu kabisa, ndugu zetu masahaba radhiyallahu anhu. Sisi hatuna kubwa la kuwaambia zaidi ya kuombea kwa Allah radhi ko, ameshindwa pia kuombea radhi, basi watetee. Napotukanwa na Mashia, simama kidete. Kazi hizo walizifanya, masilaha ya jadi, masilaha hatari kabisa, pigwa panga, pum, kama vile nyama ubuchani, pum, panga la kisogo. Ndio maana ikitokea matukio kama haya, huku unaambiwa mtu amemuua mwenzake kikatili, kamuua kikatili. Almuhimu akajirusha yeye pale mbele, mkuki ukamwingia tumboni kwake ukatoka nyuma ya mgongo. Mtume anamshikilia Musab Anakatika Mus'ab, anakufa mbele ya macho ya Mtume Muhammad SAW. Mus'ab bin Umair, balozi wa kwanza katika Uislamu, aliyetumwa na Mtume kutoka Makka aende Madina, kabla Mtume hajahama Madina, aende akawafundisha watu wa Madina dini ya Kiislamu. Mus'ab, mtoto wa kitajiri, ametokea kwao Makka. Alikuwa akipita mahala, mabaki ya harufu ya a, mafuta yake mazuri anayoyaacha nyuma yake, unajua hapa akapita Musab, lakini imekufa sanda yake na shaki, kaacha kijishuka ambacho akivutwa, akifunikwa mwili wake wote hakitoshi. Jamani, basi mvuteni juu ya shuka ukusawa wa kichwa chake, mumfunike kichwa, ikivutwa juu, miguu ya wanje yaonekana hebu vuteni miguuni. Ikivutwa miguuni cha huyo, kichwa chaonekana. huyu Musab mtoto wa kitajiri lakini kaamua kuacha yote kwa ajili ya dini. Kikavutwa upande wa kichwa, mtume akaelekeza miguuni kwake azibwe na manyasi. Chukua manyasi, ziba ziba, jamani, funga funga hapo. Haya, mtieni kaburini Musab.

Wakanyamaza kimya yeye kule kati ya, ya tiki kafa kafa afikum ibnu abi quhafa. Mko naye mtoto wa baba wake quhafa. Abu Quhafa ni baba wake Abubakar Siddiq, anaitwa Abu Quhafa kunia yake, na jina lake anaitwa Uthman. Hmm. Rahman ya. Kumbukumbu yangu, Abu Kuhafa. Abubakar Abu, jina lake nani? Jina la like, Bakar nani? Ha? Nani? Nani? Hmm. Ha, Abu Bakar mwenyewe sababu Abu Bakar Siddiq sio, so jina lake Abu Bakar, ana jina lake Abu Bakar, sio jina lake sikosei, ni Abdullah bin Uthman Allahu a'lam, kumbukumbu yangu yeye mwenyewe Abubakri Abu Abubakri. Abubakri sio jina la kuzaliwa, ni jina la kupachikwa, huenda ni Abdullah bin Uthman, kumbukumbu kumbu.

Tulikwenda siku moja nikiwa mimi na Abubakar na Umar, haya anayesema Ali bin abi Talib. Kwa hiyo mpaka akasema Ali, nikajua hata kwenye kufaa huyu ataungana na wenzake wawili. Alipokufa Umar alisema haya maneno kwamba huyu ataungana na wale wenzake wawili, na yeye kabla ya kufa alimtuma mtoto wake Abdullahi aende kwa mama Aisha, kwa mama, hali yangu si nzuri ikitokea nimekufa, naomba nizikwe na masahiba zangu wawili. Kwa hiyo akazikwa, kwa hiyo ikawa iko mtume sallam na masahiba wa zake wawili, wanazoona wa Ahlusunna wanawaambia mashia, aa, nyinyi mashia mwasema kwamba hawa watu walikuwa ni makafiri, Abu Bakar na Umar ni makafiri hawa sisi tunahitakidi walikuwa ni mawaziri wa mtume Muhammad, wako hai walisuhubiana naye, wako hai, na wamezikwa pamoja wakiwa maiti, kuonesha ule usuhuba wao jinsi ulivyokuwa. Walipokuwa hai walikuwa pamoja na walipozikwa, wamezikwa pamoja. Linaanza kaburi la mtume, kisha linakuja kaburi la Abubakar, kisha linakuja kaburi la Umar. yani ajalia, hili ni kaburi la Mtume Muhammad, huu usawa wa kichwa. Miguu yake hii hapa, sio nyuma ya miguu yake. Kwa pembeni hapa linaanza kaburi la Abubakar, kichwa chake kinakuja usawa huu Abubakari. Hilo pembeni hapa linakuja kaburi la Umar. Ndivyo yalivyo ni makaburi hayo, ndio wanazungumza ahli ilmi

nafasi haikumtoshea Uthman bin Affan, ndiyo maana hakuzikwa pale. Uthman kazikwa kwenye shamba lake kwa kuchelewa fitna, kwa kuchelewa fitna. Sababu alikufa kwenye kipindi cha fitna na machafuko. Ikiwa sahaba tu ameuawa Abdullah bin Zubeiri, hawakumzika haw, haw, haw, kwanza wakumzika wakawa wamemsulubu wame kwenye juu ya mti maiti yake kwenye njia ya kuingia mjini pale Makka, kwa hiyo mtu anayepita namwona, wakatundika masahaba. Mpaka baadhi ya masahaba walikuwa wanaogopa kwenda pale, kwa sababu ya vitisho vya Hajjaji, alikuwa na madhila makubwa kabisa. Ila aliyethubutu kwenda pale alikuwa ni Abdullah bin Umar.